Noncommunicable diseases yani magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Haya ni magonjwa yote yenye vimelea ambavyo haviwezi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kati ya vifo kumi, saba vinavyotokana na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa binadamu sasa anapaswa kuchukua hatua tano muhimu kuepukana na jambo hili ambalo sasa linaongezeka kwa kasi duniani kulingana na jinsi miaka inavyoongezeka. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo shinikizo la damu, magonjwa ya moyo, saratani na kisukari yamekuwa chanzo cha vifo na usumbufu kwa wananchi wa maeneo ya mjini ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam. Mienendo isiyofaa katika maisha ikiwemo kutokufanya mazoezi, ulaji usiofaa, ulevi, msongo wa mawazo na uvutaji wa sigara imekuwa ni sababu kuu za kuchangia kuenea kwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Ili kuepuka magonjwa yasiyo ya kuambukiza ina pasa kufuatilia mtindo wako wa maisha na kuzingatia vitu vya msingi ili kuimarisha utendaji kazi wa mwili wako, kama vile kuzingatia ulaji sahihi, kufanya mazoezi ya viungo, kuepuka msongo wa mawazo, kuepuka kuvuta sigara na kujiepusha na unywaji wa pombe kupita kiasi, na kuzingatia uzito wa mwili wako unawiana na mwili wako. Ingawa kuna baadhi ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaweza yakawa ya kurithi lakini kiwango kikubwa cha waathirika wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza husababishwa na mtindo wa maisha wa mtu binafsi. Kupitia wiki hii ya maadhimisho ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ni fursa kwa jamii kuchukua hatua ya tahadhari kwa kupata chanjo kwa magonjwa yenye chanjo, lakini pia kuepuka tabia hatarishi za kuchochea magonjwa haya na hata kufanya uchunguzi wa mapema ili kubaini tatizo na kutafuta namna bora ya kutatua changamoto hiyo, kwani kinga ni bora kuliko tiba. Na hii ni kalenda ya leo. Kalenda ya leo imeandaliwa na kusomwa na mimi, Elisia Haule. Eh, tumeweza kusikia magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Basi moja kwa moja nikutambulishe Profesa Andrew Swai, karibu sana okay. Uye ni profesa na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kutokea pale chuo cha Kampala University, yeye amebezi kabisa katika kitengo kile cha magonjwa ya kisukari. Basi moja kwa moja turudi kwa profesa profesa, hebu tuambie haya magonjwa ya kuambukiza ni magonjwa aina gani kwanza, kwa kina sawa. Tumesikia kwenye makala, lakini tuta, tunatamani kusikia kutoka kwako mm. magonjwa ya sio ya kuambukiza, ina maana hayana vidudu virusi, ambavyo vinatoka kutoka kwa mtu mmoja mm. kwenda kwa mtu mwingine. Ukiwa mm. na kisonono, ina maana umemgusa mtu ambaye alikuwa na huo ugonjwa, anakupatia nao unapata mm. malaria. Ni mbu anakuuma, anachukulia vidudu kutoka kwa mtu mmoja yakija kuuma na nakuletea vile vidudu mm. Haya siyo ambukiza, hayana vidudu. Ukiwa nao ni mm. wewe peke, mm. wewe peke yako au uambukizimenye wewe peke yako mwenyewe mm. na haya magonjwa ni kama vile kisukari ni mojawapo mm. kuna magonjwa zaidi yaliyo kwa wingi zaidi mm -hmm. ni magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, mm -hmm. mm. kuna msukumo wa damu unakwenda juu eh. na mshipa ni msukumo ukiwa juu unaweza ukasababisha mishipa ya damu kuharibika, kupasuka, unapata kiharusi oh. unaweza ukafanya moyo ukashindwa kufanya kazi eh. unapata shinikizo la moyo, unaweza kuharibu figo, unapata figo zinafeli kwa hiyo hmm, ni magonjwa ya, mo, ya moyo na mishipa yake ya damu, kisukari, kuna saratani hey. Saratani nayo inakuja kwa kasi sana. Saratani sababu zake hatuna uhakika hey, lakini ni, ni kwa sababu zile chembe chembe za mwili hey, zinashindwa mwili unashindwa kuzitawala hey. Kwa hiyo zinakuwa zinagawanyika kwa zina tu zinavyotaka, na mtu unakuwa eh, ukikua hey, ni zile chembe chembe zinaongezeka hey. wow. sasa kwa kawaida kuna limit mwili unaambia, ah, umeshafika pale na inatosha usiendelee tena kukua. Lakini kwenye saratani zile seli zinakataa zinaendelea kukua tu, unakuta kama ni saratani ya mguu, mguu inaendelea kuvimba tu, au kwenye macho, jicho linakuwa kubwa na kadhalika. Kwa hiyo haya ni saratani. Sasa magonjwa mengine, kuna magonjwa mm, ya akili. Magonjwa ya akili nayo yanakuja kwa kasi sana, lakini yanatokea kwa sababu mbalimbali. Kuna magonjwa ambayo kwa upande ni kurithi, lakini sasa kurithi sio kuambukiza mm. Nikuwa tunapozaliwa mm. unatoka unatoa ni vinasaba kutoka kwako wewe baba mm. na mama ndio mtoto anatokea. Sasa mm. vile vinasaba kwa mtu mmoja, inawezekana vina haviwezi kufanya kazi vizuri mm, kwa hiyo wewe mama ukiwa na ule ugonjwa, ababa ukiwa na ugonjwa, unaweza ukampa yule mtoto vile vinasaba naye anapata lile tatizo. Kwa hiyo uh, kusema kwamba labda mimi nilikuwa na shida ya afya ya akili, hata mtoto wangu ni rahisi <laughs> pia anaweza karithi kwa upande wa gonjwa wa akili, sio sana hapana. <laughs> tuna magonjwa kama selimundu uh -huh. kwa Kizungu inaitwa sikoseli. Sikoseli ni kwa zile damu zinakuwa mviringo, haziko tena mviringo inavyotakiwa uh -huh. kwa hiyo sasa vile vina saba, baba akiwa navyo, mama akiwa navyo, mtoto anaweza akawa na ule ugonjwa mm, mm. Sasa ule sio wa uambukizi mm. ya kuwa ukimuza mtoto mwenye sikosele uwezi akampa mtoto mwingine hapo, yeah. tunaposema vya kurithi mm. Najua pia mwili mkubwa unachangia pia kwenye kuchochea ya magonjwa yasio ku-, ya, ya kuambukiza. Ndio kuna wengine tunasema ni miili yetu ya asili. Kuna ukweli wowote wa hapo kwamba miili pia na yeye inatembea na jini? Hapana, sio ya kuwa mtu unakuwa unene, kwa hiyo unarithi ule unene. Hapana. hey, ma <laughs> <laughs> hey. Utakuta mara nyingi ni kwa sababu ya ile familia <inaudible> jinsi wanavyoishi, ah, oh, e, lifestyle ya ile familia inakuwa inawafanya wanakuwa wanene ah. Lakini sio kwa ukizaliwa, akawa baba ni mnene, mama mnene mm. na mtoto wako lazima awe mnene, hapana mm. Kwa hiyo kumbe unaweza ukazaliwa kwenye ile familia ndio, lakini wewe ukatengana nao kwa muda fulani, kile chakula cha nyumbani pale usile, ukaenda kula katika familia familia nyingine. Kwa hiyo unaweza kufanana na ile familia unayokula chakula na usifanane na ndugu zako wa nyumbani, duguza mm. kwa sababu mwili unavyokuwa ni kadiri unavyokula mm. ni kila, kila ukishiba sana ndaenga kanenepa, mkashindwa kufahamu ya kuwa ni ndio huyo Andrea tunayemfahamu kwa hiyo kuunene wa mtu inategemea sana na jinsi unavyokula, unakula chakula gani na unakula una una kwa kiasi gani eh, lakini sio ile ni poshen ya kuridhi mm, ni kidogo sana sasa mm. Yeah, kuna mtu anataka kufahamu, ninaweza nikafanya vipimo labda vya aina gani a, mapema kugundua magonjwa kama kisukari, presha na saratani. Kila ugonjwa una ni vipimo vyake mm. ugonjwa wa sukari unapima sukari kwenye damu. Ugonjwa wa presha hakuna, hakuna damu ya kupima ikwambia, kwa hiyo mtu ana kwa presha, hapana mm -hmm. ni vile vipimo tuna, tunapima kwenye mikono tunafunga ni pale mm -hmm. na tunajua kama presha iko juu au hapana mm -hmm. lakini u, u, hakuna kitu cha kupima kwenye damu. Saratani nayo na inategemea hiyo saratani iko wapi mm -hmm. na saratani ya, ma, ya matiti ni lazima kuchunguza lile titi mm -hmm. saratani ya shingo la kizazi ni lazima kuchukua specimen kutoka kwenye kile kishingo na kuweza kuipima. Wow. Kwa hiyo inategemea ni ugonjwa upi. Wow. Lakini muhimu ni kwa haya magonjwa yote hayana kwa, yanapoanza kule mwanzoni hayana dalili. Unaweza kukaa na kisukari kwa miaka zaidi ya kumi. Hey. Hakuna dalili yoyote. Unapoona sasa dalili, hmm. unakuwa ni kwa sababu ama macho yameshaharibika figo zimeshaharibika, mishipa ya fahamu imeharibika, unakuja na, na, na matatizo ya ganzi na kadhalika. Na ndio sababu tunasisitiza na sh, sh, ya kuwa ni vizuri kwa haya magonjwa kwenda hospitali na kupima angalau mara moja kila mwaka, kuona kama unao au hapana, kwa sababu dalili hutokea mara nyingi baada ya ugonjwa kuwa umeshaenea na umeharibu sehemu kubwa za mwili. Hakuna hmm, kipimo ambacho kinaweza kikasaidia, labda tukasema labda nachukua damu ile full bad picture kwa sababu mimi naweza nikaenda labda nika, nikaangalia saratani labda ya, ya matiti, lakini kumbe saratani yangu iko sehemu nyingine kabisa. Hatuoni kama tuna watu wanapata changamoto kubwa sana kuweza kutambua kwamba saa nikienda nitapima kitu gani. Kwa uzoefu wako, hakuna kitu chochote ambacho ki kamrahisishia mtu akafanya check up ya mwili mzima? Eh, sasa kufanya check up ya mwili mzima mm, ni lazima kila sehemu uchukwe kipimo kinachohusika mm. mm. Ukitaka pressure lazima kupime pressure mm. Ukitaka moyo umo ndani lazima kupime vipimo vya moyo mm. Ukitaka saratani ya matiti lazima chunguze titi. Kwa hiyo hakuna cha kusema ya kuwa kuna testi ambayo utafanya ni hey, kuambia ya kuwa nina magonjwa yote. Kuna kinga yote dhidi hmm, ya magonjwa haya yasiyo kuambukiza. Kinga ni kuhakikisha ya kuwa zile visababishi vyake hmm, unaviepuka hmm, na hivyo sijui ni, ni, ni, ni, kama niseme ni, ni rahisi lakini ni hmm, vitu ambavyo tunaweza kuviepuka kwa sababu huko nyuma hmm, miaka ya themanini hmm, haya magonjwa ni kama hayakuwepo ugonjwa wa kisukari ni asili, asilimia moja au za, pungufu zaidi ya pale ukienda huko vijini kwa Tanzania. mm. mm. ukienda kwa upande wa presha, msukumo wa juu wa damu mm. ni chini ya asilimia tano ya watu walikuwa na presha iliyozidi. mm. Lakini kwa sasa asilimia tisa kwa kila watu mia moja tisa wana ugonjwa wa kisukari, kwa kila watu mia moja thelathini na nne wana presha iliyozidi. mm. Sasa tofauti ni nini? ni jinsi tunavyoishi sasa, ukiona si watu tulivyoishi wakati ule mm. na sasa mm. ni tofauti sana mm. Sasa vitu vinavyosababisha yeah. Moja, chakula tunachokula. mm. zamani mm. vyakula na nafaka mm. tulikuwa tunakula vilevile mahindi hatukuwa tunakoboa okay. Mashini za koboa zilikuja hivi hivi karibuni. <laughs> <laughs> Kwa hiyo unapokoboa yale mahindi nafaka zako unaziharibu, unaondoa zile nyuzinyuzi nyuzi kwenye mm. chakula ambavyo zinasaidia chakula kwenda polepole tumboni mm. ili sukari sizidi mno. Fiber. Fiba, mm, ni muhimu sana, yeah. Tunaongeza chumvi, yeah. Zamani hakuwa na chumvi na kumbuka, tulikuwa tunaenda kuomba chumvi kwa jirani, ya kupewa ni ndogo sana, tofauti na ile ukipata unatumia kwa uangalifu, lakini siku hizi chumvi iko mezani, ni kuchota, tunakuongeza uh. Sasa zinaleta presha inazidi. Tulikuwa tunafanya kwa upande wa chakula, sukari, yeah. Tulikuwa na tunatumia, wakati nikiwa mdogo, chai yenye mm, sukari ilikuwa ni kwa ajili ya babu <laughs> <laughs> <Hey, babu. laughs> Hey. Ile energy <laughs> Hey, sisi tulikuwa Hey. Tunaamka asubuhi natafuta Hey. Viazi vimechoma uko, ndizi unakula hmm. Ah. Siku inakwenda hmm. hmm. Lakini siku hizi tunaamka na chai imejaa sukari, sukari hmm. na kadhalika hmm. Kwa hiyo vyakula jiu vy tunavyokula hali imebadilika sana hmm. Hmm. Hmm. Mazoezi hatufanye hmm. mazoezi Zamani mimi nilikuwa naenda shule ni saa moja asubuhi e, kutembea tangu nyumbani mpaka shuleni saa e, moja e, na kurudi saa moja alafu e, sasa shuleni kulikuwa na michezo ile na pi na nini, mnafanya mazoezi e, ukirudi nyumbani nenda kachote maji e, nenda katafute kuni e, sio kukaa na kuangalia runinga hapana. E, watoto wetu, mimi mtoto wangu nilimchukua asubuhi kumpeleka mpaka mlangoni shuleni e, jioni namfuata pale, hatembei Hmm. Akirudi nyumbani ni fi homework, wa, homework na kwanza ni kuangalia runinga na nini hmm. Haendi kuchota maji, hakuna cha kuni na kadhalika hmm. Na mazoezi ndio mpaka. Vijini siku hizi kuna bodaboda hey. hmm. wamama <laughs> alikuwa anabeba mizigo kichwani kutoka, wanapeleka nyumbani, baisikeli zinawasaidia siku hizi, hakuna ni bodaboda. Unaingia huko hmm. kwenda sokoni, anatafuta bodaboda inampelekea hmm. Zamani alikuwa anabeba kichwani, kichwani anapeleka kwa hiyo mazoezi imekuwa siku hizi hakuna mazoezi. Tunaamka nyumbani, wewe umechukua gari limekufuata pale nyumbani mm. umeingia kwenye gari, umefika hapa, ukitoka <laughs> ni kwenye gari una... hakuna mazoezi, kutembea, hatutembee mm. mm. ni vizuri umesema solutions kwamba kitu gani, uh, kuna kukompea maisha ya nyuma na ya sasa. Kwa mtu atachagua mwenyewe, anaweza Ndiye. kurudi kuishi maisha ya nyuma Ndiye. au kuendelea mbele, hiyo ni choice ya kwake, lakini mara uh, uh, nyingi tumekuwa tukisikia labda kuna mtu unasikia tu ghafla tu yule mtu amefariki ame... yani, hey, mshtuko kafariki e, yani, uh, na hiyo yote unakuta wakati mwingine ni kutokana na kushindwa kufanya checkup kufuatilia miili yetu mara kwa mara. Kawaida mtu anatakiwa kufuatilia uh, kufanya checkup mara ngapi? Labda kwa mwezi, angalau mara moja kila mwaka inavyoshauriwa. mm. Mw kupima mm. presha mm. Kila ukienda hospitali pima presha yako mm. Kama mwaka huo hujaenda kabisa mm. Then nenda tu kwa ajili ya kupima hiyo presha yako mm. mm. Kisukari kama nasema mara nyingi haina dalili mm. Presha haina dalili mm. Dalili ya kwanza ni pale unapopata stroke mm. Na stroke ni maana presha ilikuwa juu sana, imepanda mno ghafla mshipa unapasuka, ndo stroke inatokea. Sasa sio ya kuwa hmm. siku hiyo ndio presha ilipanda, hapana hmm. hmm. ulikuwa naye nice siku nyingi hmm. na kwa sababu haina dalili, umekaa tu hmm. hmm. sasa siku hiyo ndo imepanda, imezidi mno, mshipa umebidi upasuke, ndio inatokea matatizo hmm. kwa hiyo ni lazima kupima angalao mara moja kila mwaka hmm. vitu vyote hivi tulivyotaja hmm. na kina mama kuna kwa mfano kujichunguza matiti hmm. kuona kama Una kansa, ni saratani, saratani ya matiti ama hapana? Sasa, mm. tunawashauri kila mwezi mara moja kila mwezi mm. chunguza matiti yako mm. kuona kama kuna uvimbe, kuna maji mm. dam, majimaji yanatoka mm. na kadhalika mm. mm. na ukiona dalili kama zile then uende uka, u, u, u, u, u, lakini mara moja kila mwezi cheki mm. matiti yako nanii na, mm. na mara moja kila mwaka nenda hospitali wakuchunguze vitu vyote hivi mimi nataka kujua kama na ugonjwa wote wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza e, wanajua ni kipi, kwa kila aina ya ugonjwa ni kipimo kipi wa kufanya ili kuhakisha kwa huna? Ni kwamba haya magonjwa kama nilivyosema hayana dalili yote, au kuna vile sasa ndo umeshafika ile stage ya mwisho. Kwa hiyo kuna vitu vitaanza kujionyesha kwamba utasema ha, kwa hiki ninachokiona kwenye mwili wangu, basi hapa itakuwa ni kitu fulani, ngoja niwahi hospitali. Na hizo dalili ambazo zinaweza zikaonekana hatua za mwisho kabisa tuzungumze tu, tu, tu, tu, labda zile za mwanzoni kabisa za kukufanya ili uweze ku, mm, mm. eh, kujihisi, eh, eh. Eh. Kwa mfano saratani ya matiti ndio eh. tumesema chunguza mwenyewe kunaweza mm. kukaa na ka uvimbe mm. sasa hauna maumivu mm. kwa hiyo wewe mwenyewe kujipapasa na kuona kuna, je, kuna dalili kwenye ni kujikagua mm. kujika, kujikagua mm. mm. na kuona mm. kama kuna hiyo ni hapana eh. sawa mm. kwa hiyo mwenyewe unajisikia umechoka choka. Mbona eh. ni mwili wangu umechoka hivi mm. kwa, unaendelea tu unapuuza mm. yeah. kumbe ni kisukari kimekuja, mwili wako huwezi tena kutumia sukari vizuri. <coughs> ni sukari imeanza kuni mm. napiga hoji lakini, wewe mm. unaiacha tu mpaka pale unaposhindwa kabisa kuni ku kuamka kutembea ndio mm. unakwenda lakini mm. dalili moja ya kisukari za mapema ni kwa mwili unachoka kwa sababu huwezi tena kutumia sukari mm. kama kawaida mm. na sukari bila sukari, bila kutumia sukari mwili wako hauna nguvu mm -hmm. hauna joto mm -hmm. Kwa hiyo kukosa nguvu ni dalili moja wapo ya kwa hiki ah, hi kinaweza ikawa ni kisukari. Kwa mwanamume, inawezekana unasikia nguvu zako za kiume zina Zimepotea, zimepotea mm. <laughs> kwa sababu tena huna nguvu yeah. na mishipa ile mm. inayosaidia mm. ule ume kufanya kazi zimeanza kuharibika mm. Sasa again, mtu unaweza ukapuuza tu, mbona siku hizi, mbona mambo hayaendi vizuri mm. Lakini mtu mwenye nia unaweza ukafikiria kumbe, inawezekana ni sukari imekuwa juu, ndo mm. sina tena nguvu za kutosha, unakimbia yeah. hospitali yeah. kwa hiyo kuna dalili zinatoa, kuna mtu anakuwa na kidonda yeah. anakaa nacho Ki, akiponi anaendelea tu kuni narudia narudia. Na bahati mbaya, akienda hospitali wakati mwingine hata hakumbuki kumpima mm. su mm. sukari kuona kama sukari iko ama hapana mm. aicho kidonda kinawezekana ni kansa mm. Sasa anaendelea kufunga tu mm. anafunga tu lakini, kule mwanzoni eh, wangalifikiria ni kansa au ni kisukari eh. wangaliweza kuni kumpa matibabu ya mapema mm. kama mm. ni kansa ukiondoa mm. ile sehemu mm. kama hiyo kansa haijaenda sehemu nyingine za mwili yeah. Umepona yeah. lakini yeah. kisha kwa imesha kwenda sehemu uko ndani mm. Kuitoa tena haiwezekani, itabidi tu usubiri siku zako mm. Haya, ni magonjwa gani iti... zaidi hasa ya kuambukiza ambayo kwenye jamii yetu ndio ya ya kwa... mengi sana kwa wingi, kama nilivyosema, ugonjwa msukumo wa juu wa damu yeah. pressure yeah. yeah. ni asilimia thelathini na nne ya watu mm. wana msukuma wa juu uliozidi mm. thelathini hey, na nne that is, kwa kila watu hey, mia moja wa angalao watatu uh -huh. wana presha iliyozidi, lakini bahati mbaya hauna dalili, kwa hiyo mm. tunakaa nayo tu mm. Haya ni magonjwa kisu, ya presha, na hiyo magonjwa ya saratani mm. nayo yako kwa wingi sasa mm, -mara, ni mara nyingi, lakini hatuna ni tunaona tunaona ule, ule, ule ugonjwa wakati wa umesha sambaa umeingia mwilini mm. na wakati mm. huku utibu inakuwa ni shida mm. kisukari mm. asilimia ni kama nivyosema, asilimia kumi ya watu wote wazima wana ugonjwa wa kisukari mm. sasa mara nyingi, kwa sababu hakuna dalili kule mwanzoni mm. tunakaa nao, tunapouona mara ya mwisho ni yakuwa mguu wako umeoza mm. mguu umekufa ganzi na kadhalika, au macho yameharibika kabisa, huoni tena, ndo unaanza kuni. Kwa hiyo kisukari kimeenea sana presha, na matatizo mengine ya moyo, saratani zimeenea kwa wingi sana mm. magonjwa kama ya, ya selimundu -ye ugonjwa ambao tumesema ni ya kurithi. kuna mm -hmm. sehemu nyingine Tanzania, asilimia kumi ya watoto wote wanaozaliwa mm -hmm. wana dalili za huu ugonjwa mm -hmm. lakini ageni kwa sababu hatufanye ni hatuwapimi. Kuna mpango ambao serikali inataka kuanzisha wa kuhakikisha kuwa tuna kila mtoto anayezaliwa mm -hmm. anapimwa Um, eni nasa. Kwa hiyo ni mpango ambao serikali imeamua ya kuwa angalau tuweze kuwagundua ku, ku, ku, ku, hawa watoto mapema. Mm. Lakini mimi ninavyoona kuwagundua wale watoto sio sio kitu ambacho kitatusaidia sana, mm. Saidia hawa watoto ku, ku, sio kupona kwa, yeah, sababu hatuna tiba ya kuponyesha ule ugonjwa yeah, lakini tungaliweza kuzuia. Mm, wewe ukijijua una dalili za ile sikose, yeah, unatafuta mchumba, na ukijua mchumba naye anayo dalili zile, utapenda mwende mkawawani, mtazaa mtoto ambaye ana siko seli. Labda ni vile jamii nyingi sana haina uelewa hiyo, maanake tukipendana tu hatupimi yake, wengi sana sio hata sasa, mpaka siku ya kuoa sasa, mnahitaji kabla kwa sababu umeshakuwa umeshakuwa marafiki, mnataka kwenda kuoa, alafu ndio waambia hapana, hata <laughs> <laughs> <laughs> kwa kumalizia, ushauri gani ambao wanatoa kwa jamii tu kuweza kupambana <laughs> na magonjwa haya sio ya kuambukiza, na hilo pia ukizingatia ushauri wa kuwapa jamii, kwa kumalizia mm -hmm. Mm. Uh, ushauri sasa ni hizo, ni vile visababishi vyake ambayo mm. tumesema ni, ni mambo ya chakula, mlo mm -hmm. unaofaa mm -hmm. mazoezi. Mazoezi, kuna kitu ambacho hatukuzungumzia sana, mambo ya, ya, ya msongo wa mawazo mm. stress. Wa ma, mm, ni stress mm. na siku hizi maisha yetu yana stress sana kila kitu mm. unataka ujenge nyumba kama ya yule, uwe na gari kama la yule, unataka ufanye hiki. Matarajio tunavyotaka sisi ni vingi mno, vitu vingi ambavyo viko chini ya uwezo mm. wetu mm. vinaletea msongo wa mawazo mm, na msongo wa mawazo unaleta matatizo haya yote. Sio kuambukiza, mengi yanatokana pia na msongo wa mawazo. Pressure, sukari, saratani mm. zote zinaweza zikasababishwa na msongo wa mawazo mm, zamani watu walikuwa wanaishi kwa raha Yeah. Saa kumi ikifika nyumbani kwangu kule, yeah. Rombo kule mm. saa kumi ikifika wazee mnanawa, mnaenda mm. n mnatafuta mna, mna mm. pombe liko <laughs> na pombe za bure hak hakuwa mnalipa. Leo ni kwa yule, mnaenda mnakaa pale nje, anakuletea hanabashiako unakunywa, kesho kutwa kwa yule. Kwa hiyo mnapumzika, mm. mm. hakuwa na stress, raha mstarehe, lakini siku hizi mm. ule mda kupumzika na uko wapi? ha, okay. kila siku ni tuna pilikapilika za kila kitu na haitufikishi popote. Ni kweli, maana yetu tunadwekea malengo ambayo hatuwezi kuya kuyafikia na hayatusaidii. Tunasahau ya kuwa tutakufa, tutaacha kila kitu. Hakuna mtu anafikiria hilo, ni kukusanya tu kitu, nataka uwe na kila kitu. Mtu anakwambia mbinguni tutagawa miili mipya, mazoezi ya nini? <laughs> Kwa hiyo tuishi, tuishi kawaida, tuishi tuhakikishe kwamba haya mawazo mawazo kufikiria vitu ambavyo una uwezo navyo, ishi normal life, ishi maisha mm. mm. ya kawaida maisha, enjoy maisha eh yako eh, na eh. vyakula vile jinsi vilivyotengenezwa mm siku hizi tunataka kuvibadilisha, ndio inaleta ya matatizo. Tunaondoa ile magamba, tunaongeza chumvi, tunaongeza sukari, tunafanya nini? Ndio tunatetea. Mara ya mwisho kula kiazi cha kuchoma, sijui sijui muda gani? Mara ya mwisho kula kiazi cha kuchoma, miaka mitatu iliyopita, nisiwe muongo. Asio kiazi kwa miogo, napendaga sana miogo ya kuchoma eh. Mara ya mwisho mwezi miaka mitatumona shughuri na zaidi, ni hivi vyakula vya packed food eh, eh, vina chumvi, vina sukari kwa wingi na kadhalika. Lakini sasa hivi kuna kuna kuna hii nani, nafikiria aniweke sawa mm. Watu sasa hivi wamekuwa sijui tu, tumbo kujaa gesi, hii ni linaingia eneo gani? ni ugonjwa sio kuambukizwa? Hapana. Mara nyingi kuna vidudu vinavyosababisha hivyo vidonda vya tumbo, vinaitwa Helicobacter pyloram. Sasa unaweza ukavipima na unavikuta. Mm. Kuna tiba. Hmm. Kuna mpa tiba inachukua ni karibu karibu wiki tatu hivi mm -hmm. Lakini unapona. Tumbo kujaa gesi hmm. kumbe kunakuwa kuna vidonda hey, hey. He, kwa hiyo unahitaji tu matibabu hmm. tembelea kwa daktari uweze hmm. kupata matibabu hayo. Tunashukuru sana Dokta kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, Profesa. hmm. Asante sana, tunashukuru sana kwa kutupa hiyo nafasi hmm. asanteni sana.